Kitaifa. Nyumba zipatazo tisa zimeungua kwa moto katika mazingira ya kutatanisha kwa muda wa siku kumi mfululizo katika kijiji cha Kibonde Maji kilichopo wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja na kusababisha hali ya wasiwasi kwa wanakijiji hao kutokana na moto huo kutokea bila ya kujulikana chanzo chake na kusababisha hasara ya mali kwa wananchi wanaomiliki nyumba hizo. Tujiunge na Muniri Zakaria kutoka Zanzibar kwa taarifa kamili, wakizungumza katika maeneo ya tukio mbele ya kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa kusini Unguja iliyokwenda kutembelea nyumba zilizoathirika na moto huo, wanakijiji hao wamesema wanashindwa kwenda katika shughuli zao za kujitafutia vipato kwa kuhofia kuwaka kwa moto baada ya kuondoka majumbani mwao na hapa ndipo jamani, ni mnyonge wa Mungu na familia, watoto wangu saba, na hapa ndipo sina mume, kwa hivyo naomba serikali nisaidie. Alikuwa anataka kuoa, akishokutwa mwenyewe kajenga banda nyumba la kuolea, kitanda kimekwenda, godoro limekwenda na pesa zake kama laki mbili, viatu vyao na ndugu zake na nguo zao, na pale ndio ndio ndoa hapa semeti, na mwingine kule vile vile, napo kuna nyumba nyingine, napo jana naye wameungua vibaya vibaya, maana watu wote sasa hivi wanalala ukumbini kwa upande wake. Kamanda wa polisi mkoa wa Kusini Unguja, Juma Sadi Khamis, amesema jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa kujua chanzo cha moto huo kutokana na kujitokeza katika mazingira ya kutatanisha na kuwataka wananchi kuondoa hali ya wasiwasi. Moto huu kwa mujibu wa maelezo kwamba na hata upelelezi wetu bado haujagundua kama hasa sababu ya moto ni kitu gani, isipokuwa ni moto ambao unazuka tu katika maeneo haya na kusababisha hasara ambapo kama inavyojionyesha kwa sababu kuna nyumba moja ambayo imekula sara pamoja na nguo na baadhi ya nyumba sita ambayo hata jana umetokea tukio la moto na imetokea athari hiyo. Naye katibu tawala wa mkoa wa Kusini Unguja Ali Salumu Mshenga amesema matukio hayo ni ya miujiza, kutokana na moto huo kuzuka na kuunguza nyumba bila ya kuonekana kwa mtu aliyewasha moto huo katika nyumba hizo, na kuwataka wananchi kuviachia vyombo vya ulinzi na usalama kuendelea na uchunguzi wa matukio hayo. Chanzo cha moto hasa hakijaonekana au hakijulikani. Tuseme tu kwamba ni moto ambao unakuja kwa rehema ya Mwenyezi Mungu katika hali ya miujiza, kwa sababu haonekani mtu anawasha au kuripuka au viashiria vyovyote ambavyo vinaweza kusababisha moto katika eneo hili. Neru Zakaria, Channel 10, Zanzibar.